Uh, welcome back uh, Swahili Coders. Karibuni tena. Leo tutakuwa tunaangalia JavaScript. JavaScript ni one of the uh, language, programming languages ambayo inatumika kwa uh, web development. Uh, JavaScript ni language by itself but imetengenezwa so specifically ili kuisaidia kwa Web web development kubring hile interactivity kwa website yako. JavaScript ni broad language, na pia inaweza kutumika kwa data analysis or gaming. Is a whole language by itself, na inatumika kwa hizo vitu vingine vyote. Unaweza kuitumia kutumia frameworks ambazo utakuwa na taakuzitumia ili kuifanya hiyo kazi, lakini kwa hapa tutakuwa tunaangalia JavaScript specifically kwa web development. Sasa, eh ukishaifungua dokumenti yako ile ya HTML, so ukishatengeneza static website kama vile umemaliza HTML alafu ukakuja ukaweka uh, CSS so the next thing ambayo unafanya ni kuitengeneza website kuifanya website yako iwe na ile interactivity uki maybe kwa mfano yeah, ukisend email, vitu kama hizo. Ukifanya calculation website yako ina kuwa na ile interaction yeah, unaipata feedback so JavaScript ndio inafanya hiyo kazi, na ukifungua HTML yako huku ile document yako ya HTML uulizwe unaweka wapi? Uh, uh, where do you put specifically javascript? So javascript utaweka huku juu au utaweka huku chini kwa website yako. Before javascript ilikuwa inawekwa huku na utaitumia itag script source alafu hapa on your left, uta create uta create eh, kwa attach external. Uliangalia CSS ukasema, unaweza eka in, inline eh, internally or external CSS. JavaScript pia inaweza fanywa hivyo internal or external CSS so tukitumia external css utakuja uweka huku name main js. So ukimaliza main .j. js hivo, hii js inamanisha this is a ai this is a JavaScript document. So utarudi huku maali, kuna uh, document yako maali unataka kuiattach, so tunaona hapa home page yetu kuna styling huku pia utaikuja uone styling huku, kuna CSS styling yako external CSS huku, inamanisha document yetu kiko hapa external. So JavaScript pia unaweza fanya the same, utakuja huku external CSS u, u, below the body. I, apa ilikuwa ni div4 utuku unaweka huku chini, pia unaweza weka hata sasa hivi. Inamaanisha manisha eh, document yako itatafuta mahali JavaScript iko, mpaka hapa chini utaiweka main.js, so itaipata mahali document yako, but unaweza weka huku juu pia uta yes, attach huku juu main.js but usisahau kuongeza divaa maisha JavaScript itakuja itadivaa, itafuta mali kuna JavaScript and then ita attach, so ita calculate kama kuna calculation yako huku, so itafanya JavaScript calculations iwapo utakuwa unaitumia, maybe unai develop calculator yako, so JavaScript Scan, document utsa is scan this, this number is hapa ndo kuna hiyo namba ambayo naitafuta attach from there ua so uh, in short hii ndo you know, i jinsi unaiattach JavaScript either itumie this method uweke huku chini below your HTML hapa kwa body chini or huku juu lakini make sure unaitumia this tab the var, so hivyo jinsi utakuwa una attach your JavaScript.